Tulipokuja mwaka elfu mbili na ishirini tuliwaambia wana Magamba, tuliwaambia wana Lushoto tukiperidhaa Chama cha Mapinduzi ili kikahakikishe kitakapounda serikali amani na utulivu viendelee kuwepo nchini. Leo tunayo amani na utulivu, hatuna tunayo tunayo na ndio maana tunakwenda mashambani kulima bila ya hofu ya bunduki wala mabomu. anatosha atoshi anatosha! Sasa kama nilivyowaambia mwanzo, mwanakua mkampigie kura za ndio. Ukipoa karatasi ya kura, utaona pale chama cha mapinduzi, halafu kwenye kiboksi kimoja, hapana kingine, ndio wewe nenda kwenye ndio moja kwa moja, tia tiki yako. Tahadhari nayo hapa, kura yoyote utakayopiga, iwe ya rais, iwe ya mbunge, iwe ya diwani, usije ukafanya hasira kwamba mimi nataka maendeleo ya haraka, wewe ukisamia ninavyokupenda, lejitiki lako likawo kubwa mpaka likatoka nje ya chumba kile. Aa, kura tukameiharibu mapenzi yako huwe na tahadhari kwamba usije ukaharibu kura. Mwenyekiti wa mkoa, mmemsikia wenyewe, amezungumza kazi nyingi zilizofanywa na Chama cha Mapinduzi kupitia Dkt. Samia Suluhu Hassan kwenye miaka hii minne iliyopita. Sisi wote ni mashahidi, niwaambie kitu ushahidi mmojawapo wakati huu juzi, mimi ninatolewa hapa Lushoto hospitali ya wilaya kupelekwa Muhimbili, niliondolewa hapa kwa ambulance. Hii ambulance ilikuwa pale kituo cha afya cha Mlola, ilitolewa Mlola ikaja hapa ikanibeba ikanipeleka Dar es Salaam. Kazi hii ni kazi ambayo Dkt. Samia Suluhu Hassan ameifanya. Tusingekuwa na ambulensi ya namna ile, hakika nisingekuwa hapa nanyi leo hii. Kwa hiyo tumshukuru sana Mama Samia kwa kazi aliyoifanya. CCM oyee! Yeah. yeah. Watu waliofaidi moja kwa moja ujenzi wa chuo cha VETA ni jimbo hili la Lushoto, ambapo chuo kile kimejengwa pale Mlola katika Jimbo la Lushoto mjini. Mheshimiwa mwenyekiti, tukizungumzia vyuo vya VETA watu wengine wanaweza kudhani ni jambo jepesi. Sio jepesi hata kidogo, ndugu zangu wa Magamba, sio jepesi kwa sababu mataifa yote maraisi na serikali zao wote huwa wanajali watoto wanaofaulu, wale wanaoendelea, wanaofaulu kidato cha tano kwenda kidato cha tano kwenda chuo kikuu no, wanaangaliwaga mazingira mazuri. Wale wanaofeli darasa la saba, wanaofeli darasa la kidato cha nne huwa hawaangaliwi. dr Samia Suluhu Hassan amekubali kuwa kua kubeba mzigo wa watoto wote ambao wanashindwa kufaulu biology, kufaulu physics, kufaulu Kiswahili na English kwenye mashule. Yeye anaamini kama ameshindwa kufaulu physics, anaweza kupangilia nyaya za umeme aende VETA akajifunze. Ha, ninachoki, ninachokiomba kwenye serikali yetu na kwa ahadi ambazo wamezitoa wa Mheshimiwa rais na mwenyekiti pia wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga ni kuweza kukamilisha au kuendelea kuboresha huduma za afya. Aa, kwa sasa huduma ziko vizuri, lakini tunakiomba waziboreshe zaidi kama ilani inavyosema ili wananchi tuendelee kunufaika na kufurahia huduma za afya.